Katika kipindi hichi cha kuelekea miaka hamsini, chama na jumuiya zake kijipange basi katika mambo muhimu yafuatayo. Tumeshapita katika miaka arobaini na tisa ya kuzaliwa kwa chama chetu, sasa tunasema tunakwenda kuelekea miaka hamsini, lakini katika miaka arobaini na tisa chama hichi kikaja na kauli mbiu, tunasema tumechagua umoja na amani kwa maendeleo ya taifa letu. Kwa hivyo miaka arobaini na tisa tunaacha kauli mbiu, tunakwenda na kauli mbiu tunaosema vipi? Tumeacha, tumechagua umoja na amani kwa maendeleo ya taifa letu. Tuihubiri, tuite, tuite, tuite, tuiseme na tuitekeleze. Ndugu wanachama wenzangu Nimesema katika miaka hamsini tunalenga nini? Tunaelekea kwenye miaka hamsini tumeshapita katika tunaitubu, katika miaka arobaini na tisa tunaelekea kwenye miaka hamsini Basi kuna mambo haya yanayoelezea hapa, tuyafuate mambo hayo au tuyatizame katika dira inayokuja ya miaka hamsini moja, kuhakikisha chama na jumuiya zake kinaingiza wanachama wapya wenye kadi ya ele, elektroniki. Ndugu zangu wanajumuiya ya wazazi tunatakiwa kwenye uelekeo huo sasa wa kutoka arobaini kuelekea hamsini huko huku, basi tuingize tuengi, wanachama katika mfumo wa kisasa hivi wa kidijitali, ambapo wanachama wetu wengi wanakuwa wana kadi zile za zamani, wanatakiwa wawe na kadi hizi mpya. <coughs> Tunajua kuna changamoto nyingi lakini kupitia viongozi wetu hawa zinatakiwa ziwasilishwe na kuweza kutatuliwa. Lakini pili, kuhakikisha chama na jumuiya zake kinakuwa na majengo yenye hadhi na mazuri ya kisasa, chama hichi basi kiendane na hadhi ya chama chenyewe, chama kipevu katika Afrika, chama kikongwe, lakini chama dume ambacho hakitetereshwi, ndio chama pekee katika Afrika, uh, kilichobakia ambacho sasa kinaonekana ndicho kina stability, uh, yani kina, um, kina umadhubuti wa kwamba bado hakijaparaganyika. Mwenyezi Mungu atujalie kiendelee. Weo tatu, kuibua na kuanzisha na kuimarisha miradi ya uchumi ya chama na jumuiya zake katika maeneo yetu au katika ngazi zote. Labda nisemee hili ndugu viongozi wenzangu kwamba mimi ni sehemu moja ya uh, katibu ambaye anashughulikia uchumi na fedha katika Chama cha Mapinduzi taifa kwa upande wa Zanzibar, na mimi natoa na saa zangu au natoa wito jumuiya hii ya wazazi kuanzisha miradi katika ngazi zote. Jumuiya ya wazazi ilikuwa imejikita sana katika maskuli, kama inavyoelekeza madhumuni na malengo ya jumuiya ya wazazi, kuimarisha elimu ya vyuo na vyuo vikuu na sekondari. Tunawashukuru. Hivyo jumuiya ya wazazi Tanzania nzima imefanya na ndio jumuiya pekee ina shule nyingi Tanzania. Ingawa. <laughs> Ingawa changamoto nyingi zimepita nyuma katika watu kuzipora mali za Chama cha Mapinduzi, yaliuzwa maskuli ya jumuiya ya wazazi, na kuna taarifa mbaya kweli, hatuwezi kuizungumza, inaweza ikaenda kwenye vyombo vya habari lakini kwa kweli watu wamefanya sabotage kubwa kuihujumu jumuiya ya wazazi. So jumuiya ambayo kwenye elimu ilikuwa iko mbele mbele mbele mbele na ilikuwa ikitia mapato mengi sana, sasa jumuiya ya wazazi inaonekana kama ni jumuiya ambayo inakaribia kwenda kufa, wakati sivyo. Ndio jumuiya ambayo ilikuwa iko very strong kwenye mapato haya, ndio jumuiya ambayo ilikuwa inazalisha sana. Sasa tunawaomba sana kupitia ngazi zote zile jumuiya ya wazazi basi imarishieni miradi, mtasaidiwa na wilaya na mkoa.